sana Yesu asifiwe. Wanakoe wote mubarikiwe. Vigo zimekuwa za baraka tena, zimetufungua ale. Yesu asifiwe. Wacha tuenuke sote kwa heshima, tukaweze kukaribisha baba yetu karimu sana baba ngoja hapa, ngoja wasema tukiwashe kwanza wengine baadaye. Hii ni fire. Hii ni fire. Lakini sio, unajua before tukiwashe tunafaa tufanye, yeah, nini? Tufanye nini kwanza? Tumtolee Mungu kwanza. Kabisa kabisa. Ndio. Alafu ndio tukiwashe. Ndio. Alafu ndio tualike mtumishi ambaye ametutembelea.

Okay. Andaa sadaka yako, sadaka ambao unajua, wale wasubuhi, tumesema maneno gani? Ile ya morning glow, kwanzia ngapi? Kumi na ngapi? Kumi na Aha. Yeah. Ishirini ilikuwa inasemaje? Ishirini ilikuwa inasemaje? Ha? Hebu isomwe. Yeah. Anicha, Yeremia kumi na tano mlango wa ishirini inasema, nami nitakufanya kuwa kama ukuta wa boma la shaba juu ya watu hawa, nao watapigana nawe, lakini hawatakushinda. Maana mimi nipo pamoja nawe, ili nikuokoe na kukuponya, asema Bwana. Arudi hapo juu, baada ya kuwa umefanya nini giza hapo kumi na tisa. Kwa sababu hiyo nasemaje? Bwana anasema hivi yeah. Ukirudi ndipo uh -huh. mimi nitakapokurejeza, kurejeza, ukifanya nini? Ukirudi, kurudi, yeah. Ulikuwa umeenda mbali, si ndio? Sasa yeah. Umekuja karibu na Mungu si ndio? yeah. Ukirudi ndipo mimi nitakapo kurejeza, ehhe. uh -huh. Upate kusimama mbele zangu ehh. uh -huh. Na we ukitoa kilicho cha thamani, ati ukitoa kilicho cha thamani ehhe, ati ukitoa kilicho cha thamani. Unajua maana ya kutoa kilicho cha thamani eh? Ukitoa kilicho cha thamani unafanyika nini? Ah, we endelea. Amen nawe kitoa kilicho cha thamani mm. katika kilicho kibovu mm -hmm. utakuwa kama kinywa changu, uh -huh. nao watakurudia wewe, haleluya amen. Yani, ukitoa kilicho cha dhamani, ukiacha kile kilicho kibovu, ukiwa na kinywa cha Mungu, lolote utakalo naenda kuliomba ama lolote utakalo nenda kulitamka amen? Amen. litakuwa hivyo hivyo kama haulitaki, nitakuondokea. Kama unalitaka, nitakuja, kwa sababu umemridhisha nani? Mungu amen, amen. Kwa sababu umenenda na nini na eh, amri za zake. Kwa hivyo, fanya vile Mungu amesema, nawe utabarikiwa, nawe utatendewa, nawe utamuona Mungu. Usiseme amen tu, sema amen. Haya, hiyo baasha, unaandika jina lako, unaandika namba, kila kitu imejieleza pana, yeah. kama ni ya shukrani, kama ni ni ya sadaka yako, kama ni ya imeandikwa nini na nini, lete baasha. Wengine hata wao wanaandika maneno mengine, watoto wetu tunyawanyamazisha na badala ni nini baya. Haya, kuna tithe, Thanksgiving, offering, Amen. Sana sana hizo ni muhimu. Unaweza makuza mahali pa kukaa. Unajua, mkitulia ndo tutafanya gani? Nipishe nirudi, naona mwingine akitoka nje akirudi hako hapo, yaani sichelewe. Ehhe, yaani simone akienda nyuma, yaani apo akisikia ni wakati wa sadaka kwanza, kama kuna kipindi cha masi, yaani <laughs> utakuta tu unakuta, o nime imeam-, unakuta tu mtu anaenda hivi, ena hivii unachoka ni basi wewe, unaonekana Mungu anataka uondoke. Ewe Haleluya! Eh, mtulie namna hiyo. Yes. Mm. Sisumbie mwingine ukamgonga akakosa kuandika jina lake vizuri, Simba mwanamke

Mwambie Bwana chochote tu, kama ni nadhiri yako, kama ni shukurani yako, kama ni kumtolea kwa mudai vitu zako, kama ni kumtolea kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya masomo ambayo anaendelea mtihani mtoto wa class four, wa grade nine, na wengine, na kazi yako, ndoa yako, na familia yako, jamii yako, kuna e, kitu ambacho nakiombea kikufikie kwa kumtamkia Mungu kile ambacho unahitaji. Omba, ni vizuri wewe mwenyewe pia ujiombee, vizuri wewe mwenyewe pia umtamkie Mungu katika jina la Yesu. Kunapotamka mimi ninasikiliza nikisema, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu ikawe hivyo, katika jina la Yesu katendewe, katika jina la Yesu kafunguliwe, katika jina la Yesu kapone katika jina la Yesu kakipokee, katika jina la Yesu vita ukapiganiwe, katika jina la Yesu kaweze kupokea msaada wa Mungu, katika jina la Yesu. Bwana Yesu, Bwana Yesu, fanya kama mtoto wako anavyoomba, tunaomba mbele zako, mfanye Baba. Tazama sadaka hii ambayo mtoto wako amekutengeana ni kitu kilichokuwa katika roho yake kwamba Baba, nimepanga hii kuja kukuletea wewe katika madhabahu haya, ili maisha yangu yakaweze kufunguliwa. Kwetu kuna madhabahu mabaya Baba, kwetu kuna maandharo mabaya tunayavunja katika jina la Yesu. Kupitia sadaka hii, Bwana ukanene. Kupitia sadaka hii, Bwana ukafungue. Kupitia sadaka hii, Bwana ukanitakase katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Baba tazama moyo wa mtoto wako Baba, tazama Baba mahitaji yake, tazama moyo wa mtoto wako ukatenda Baba safi mbele zako ia

Hey, ninasema hiyo sadaka itaongea, hey, ninasema wewe hiyo maombi yako nayoyaombea juu ya familia yako, hey, yatanena, hey, yatanena, hey, Mungu atanena na wewe Bwana, hey, atanena na wewe alitonena na Ibrahimu, wachakunenee na wewe, alitonena na Ilia, wachakunenee na wewe, alitonena na Danieli, wachakunenea na wewe, atakunenea na wewe onelewa na wewe, waliometarea sadaka

naozagiza zikashindwe kila maroho yanayokwendokia kila mara yakashindwe. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, Baba, ipokee hiyo sadaka, ipokee sasa, pokea ya moyo wake, pokea ya maombi yake, pokea ya baba yangu, pokea ya familia yake, pokea ya ndoa yake, pokea watoto wake, pokea ya ujana wake, pokea umama wake, pokea ya uzee wake, maisha yake yakafuni Oh, Baba yangu yakafumuliwe, katika jina la Yesu. Kila anachokufanyia Baba watakimuletee heshima, kila anachokutolea Baba watakimuletee baraka, kila anachokutolea Mungu wangu watakikamutengerezee sifa nzuri, katika jina la Yesu Kristo. Baba ninajua wewe ni mwingi wa rehema, na unaenda kutenda rehema zako wakati watoto wako na kutolea Baba kasipokee Bwana na mioyo yao ikabarikiwe, aliyekuwa zamani apate amani, aliyefungwa akafunguliwe, katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa kuipokea sadaka hii, kuifanya Baba kuwa safi mbele zako, wakati mtoto wako anakutolea kufika katika madhabahu haya, akapokee Bwana, akapokee taji la moyo wake, na utakapofanya hivyo Bwana, sifa na utukufu ni kwako nani, katika jina kuu la Yesu Kristo aliye hai. Baba tumeomba sote na hata kuamini.